Tarehe 13 Januari tunafanya kumbukumbu kumbu ya Mtakatifu Hilali Wapwatie, mwaka 367, askofu na mwalimu wa kanisa. Hilali alizaliwa na wazazi matajiri wa Kuitania Ufaransa, waliokuwa wapagani. Alipokuwa na umri wa miaka na 35 aliongoka na kuwa Mkristo kwa kusoma Injili takatifu. Hatimaye aliteuliwa kuwa askofu wa Pwatye, Ufaransa mwaka 350. Katika hali yake hiyo alionekana kuwa mtakatifu na mwenye elimu. Mtakatifu Hilari ameandika vitabu bora vyenye mafundisho hata nyimbo. Kitabu kilichosifiwa zaidi ni kitabu juu ya utatu mtakatifu. Wafuasi wa Mzushi Arius walimfukuzia uandani mwa Frijia, Uturuki Alikokaa miaka minne. Mwishowe aliruhusiwa kurudi Ufaransa. Kabla ya kuingia upadre, Hilari alipaswa kuwaaga mkewe na binti wake. Alitamani sana kumtolea Mungu binti wake. Alipokuwa ugenini, alimwandikia barua nzuri sana, akisema: mwanangu mpenzi, ningependa uwe binti mzuri mwenye heri. Ningependa uolewe na bwana tajiri aliye na mali na almasi Apataye mali hiyo atatajirika kuliko watu wote duniani, lakini kijana huyo hataki upokee pete wala mavazi ya kijana mwingine. Uniambie kama wataka zawadi zake, halafu nitakutajia jina lake. Binti huyo alikuwa akiitwa Apra naye akajibu. Alitambua kuwa baba yake alitaka kumposa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Apra alimsii baba yake amwombe kwa Mungu afe upesi, ili amwone mchumba wake Yesu Kristo. Basi Apra hakukawia kufa, sasa yu katika kundi la mabikira wanaomfuata Yesu mbinguni. Mtakatifu Hilari wa Pwatye, utuombee.